Kwenye changamoto ya barabara pia tumeona changamoto ambazo wanakumbana nazo wananchi, wanafunzi. Jamani, kiachana na wananchi wa kawaida kuweza kufikia katika shughuli zao za kujiingizia riziki, lakini wanafunzi wetu wanapata shida sana sana sana. Mimi naishi kata ya Somangila, asubuhi ninapoamka, uh, nikiwa naenda kwenye mihangaiko yangu kujitafutia riziki, pia unakuta kuna msururu wa wanafunzi wanatembea, wanatembea kuzifikia shule kwa sababu gani? Kwa sababu kuna magari ambayo hayawezi kufika kwenye maeneo yao kutokana na miundombinu mibovu ya barabara. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo mwana Kigamboni inampa shida kwanza mwanafunzi kupata elimu yake katika mazingira ambayo ni rafiki na anapoongelea shule. Jamani, hapa siongelei shule hizi, siongelei uh, Darul, siongelei Malaika, siongelei Grace, siongelei St Joseph, na mwongelee yule mwanafunzi anayesoma katika shule za serikali za kata ambaye asubuhi inabidi amke atoke hapo atembee kwa mguu atafute shule yake kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna uh, magari yanayofikika katika maeneo yao ya shule, kwa sababu ya miundombinu mibovu ya barabara. Kwa hiyo hapo nitapata hiyo nafasi, nitakuwa sauti katika kuisimamia na kuishauri serikali, kuwa sauti, kuwa mwakilishi wa Kigamboni. Lakini pia sababu nyingine kubwa ambayo inaikumba uh, jimbo la Kigamboni, kuna mambo mawili makubwa, kuna jambo la vivuko na kuna jambo la daraja la Mwalimu Nyerere. Ili uweze kwenda na kutoka Kigamboni, kuna njia mbili ni aidha upite vivuko au uweze kupita daraja la Nyerere. Tukiongelea kwenye vivuko sisi Kigamboni tulikuwa tuna vivuko vitatu. Tulikuwa tuna kivuko cha MV Kazi, tulikuwa tuna kivuko cha MV Kigamboni, tulikuwa tuna kivuko cha MV Magogoni. Ila tunapozungumza sasa hivi kimebaki kivuko kimoja tu cha MV Kazi. Vivuko vya MV Magogoni, vivuko vya MV Kigamboni viko matengenezo. Na hii inapelekea changamoto kubwa sana kwa wana Kigamboni. Tunafahamu kwamba Azam Marine kwa kutumia Sea Tax inavusha wanakigamboni, lakini mwisho wa siku tunachotaka ni kwamba serikali ina wajibu ya kuvusha wanakigamboni. Serikali ina wajibu ya kuhakikisha kwamba inatoa huduma muhimu katika jimbo la Kigamboni, ikiwemo huduma ya vivuko. Ni jukumu ambalo serikali haipaswi kuliacha. Iwapo nitapata nafasi, nitapata ridhaa, kuhakikisha kwamba nitakuwa sauti wana Kigamboni, kuhakikisha kwamba tunakuwa na vivuko vya uhakika vya kutoka Magogoni kwenda ferry. Na vivuko vya Sitax jamani, vivuko vya Sitax ili uweze kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine unapaswa ulipe shilingi mia tano. Lakini kwa kivivuko vya kati unapaswa ulipe shilingi mia mbili. Mwanafunzi huyu ambaye ana bado anapata changamoto ya miundombinu na barabara, akifika pale kama hana shilingi mia mbili ina kama hana shilingi 500 ina maana hawezi kupanda kwenye sitax inabidi asubirie vivuko cha mvikazi ambacho bado kimebaki ni kimoja. Na bado pia tunaona jamani, kwa Tanzania, kwa wana Kigamboni, kwamba bila kuwa na shilingi mia tano hawezi kuvuka kwa haraka, kwa sababu ukitumia mvikazi kuvuka unapaswa utumie dakika arobaini na tano, lakini ukitumia sita tunatumia dakika tatu. Unaweza kuona ni rahisi, lakini bado wana Kigamboni wana changamoto ya kuweza kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kwenda kwa sauti, kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika wa vivuko wana Kigamboni, na iwe rahisi kutoka na kuingia Kigamboni lakini pia kwa upande wa kutoka na kuingia Kigamboni tuna jambo la, la, la daraja la mwalimu Nyerere. Daraja la Mwalimu Nyerere ndio daraja pekee ambalo mpaka dakika hii linalipiwa tofauti na Tanzanite. Tanzanite ni wanapita, lakini pia ni daraja. Lakini kwa nini sisi uh, Kigamboni tuendelee kulipa daraja la Mwalimu Nyerere? Kwa hiyo sisi tunapaswa kuwa uh, kama tutapata ridhaa, nitahakikisha kwamba nakuwa sauti ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika wa kupita daraja la Mwalimu Nyerere bila malipo kwa sababu hatuoni sababu ya kuwa na malipo katika hili daraja. Daraja la Mwalimu Nyerere ni daraja ambalo sisi kwetu ni luxury, yaani sisi kwetu ni necessity, so luxury kwamba ni la lazima, lazima, lazima upite uende urudi, tofauti na kwamba uamue upite usipite. Kwa ndiyo, nitakuwa sauti wana Kigamboni kuhakikisha kwamba daraja la Mwalimu Nyerere linapitika bila malipo. Tunafahamu kwamba kulikuwa kuna makubaliano kati ya NCCF na serikali, lakini tunapaswa tuwekwe wazi kwamba haya makubaliano ya NCCF na serikali yamefikia wapi na nini uelekeo wake, ili mwisho wa siku tuwe wa, wa, wa, wa, na uhakika wana Kigamboni kutoka na kuingia Kigamboni. Ukiwa na gari kama hauna shilingi elfu tatu au elfu nne ambayo ni na kurudi, hawezi ukatoka kwako kwa, haiwezi kwenda hivyo. Kwa hiyo mojawapo changamoto ambayo tunao Kigamboni ni swala la malipo kwenye daraja la mwalimu Nyerere, ambayo kama nitapata ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hili nitahakikisha nakuwa sauti ya kusimamia na kuishauri serikali ili mwisho wa siku tuwe na uhakika wana Kigamboni kuingia na kutoka Kigamboni. Ndugu zangu wana Kigamboni, ndugu zangu wa Tanzania, iwapo nitapata ridhaa hii nitakuwa sauti wana Kigamboni katika kutatua kero zilizopo Kigamboni. Nitafanya kazi kwa ukaribu na wananchi, nitasikiliza changamoto zote za wananchi kwa ushirikiano wa kweli. Tutaweka mipango ya haraka, ya kati na ya muda mrefu kuhakikisha tunaleta mabadiliko yanayoonekana na sio maneno matupu. Uongozi ni kusikiliza, uongozi ni kushirikishana, uongozi ni kupeana mawazo, maoni, ushauri. Kama tapata ridha hii, basi nitashirikiana na wananchi katika kuhakikisha kwamba tunaifikia Kigamboni tunayoitaka. Kiongozi hauwezi ukafanya mwenyewe, lazima ushirikiane na wananchi na tunafahamu unapokuwa mbunge, maana yake ni kwamba wewe unaenda kuwa sauti ya wananchi. Hatuwezi kwenda wote bungeni, wana Kigamboni, lakini lazima awepo mtu mmoja ambaye yeye atakayekuwa sauti ya wananchi. Kama mtanipa ridhaa, nitakuwa sauti ya wana Kigamboni, mwisho wa siku tuweze kufika katika maendeleo ambayo tunahitaji. Ninaamini kuwa Kigamboni inahitaji kizazi kipya chenye dira, uthubutu na maono mapana pamoja na maendeleo. Nimejifunza, nimejizatiti na nipo tayari kuhimili vikwazo na kuwaletea matokeo ambayo wananchi wa Kigamboni wanastahili. Nitatumia uzoefu wangu wa uongozi ambao nimeusoma ndani na nje ya nchi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri na maendeleo ya katika kuiongoza Kigamboni, na mwisho wa siku tuwe na Kigamboni ambao tunaohitaji. Ninaingia katika kinyang'anyiro hiki kwa nia moja tu, nia moja tu kuwatumikia wananchi wa Kigamboni kwa moyo wa dhati, uadilifu na bidii. Naamini Kigamboni ina fursa kubwa ya maendeleo ambazo zinahitaji uongozi thabiti wakaribu wa karibu wa wananchi unaosikiliza mahitaji yao halisi. Sisi jimbo la Kigamboni tumebarikiwa sana, tuna ardhi ya kutosha, tuna hali ya hewa nzuri na watu wake ni wakarimu sana. Natamani kuona Kigamboni yenye uhakika wa huduma muhimu za afya uhakika wa elimu bora kwa wanafunzi wetu, uhakika wa ajira kwa vijana, miundombinu mizuri ya barabara, usambazaji wa maji safi na salama. Lakini pia natamani kuona Kigamboni ambayo ina mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Na haya yanawezekana, yanawezekana kwa kupitia uongozi shirikishi, kwa kupitia uongozi wa kusikilizana, kwa kupitia uongozi wa kuwa uwakilishi Naamini Kigamboni inaweza ikafika, kama Kigamboni tunaoitaka, Kigamboni ambayo ina uhakika wa huduma zote muhimu za jamii. Nitashirikiana kwa karibu na wananchi na wadau mbalimbali ili kutekeleza miradi itakayoboresha ustawi wa Kigamboni kwa vizazi vya sasa na baadaye.